Na maafisa wakuu wa serikali wameongeza juhudi za kuwarai wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuiunga mkono serikali ya Rais William Ruto, wakiwarai kuunga mkono miradi ya maendeleo inayotekelezwa. Haya yanajiri licha ya lalama zinazoongezeka kuhusu gharama ya juu ya maisha na wakati wa hafla ya uhamasishaji wa umma iliyoandaliwa katika uwanja wa shule ya msingi ya Kahogoine, eneo la Gatundu Kusini, maafisa hao wakuu wa serikali waliangazia miradi mikubwa inayoendelezwa katika eneo hilo wakisema inalenga kuboresha maisha na ukuaji wa kiuchumi. Hafla hiyo iliongozwa na waziri wa ardhi na nyumba Alice Wahome na makatibu mbalimbali mbali wa wizara akiwemo Salome Biko wa magereza na Mary Muthoni wa afya ya umma miongoni mwa wengine.

Kuja hivi kwamba watu waelewe kuwa one katika hii Mount Kenya tumewakilishwa, na kuwa rais wetu ametushikilia sana na ameishikilia sana Mount Kenya. It would be important that we speak to our people. It would be important that we join hands with the religious leaders. Let us join hands with the community health promoters and we preach that it is not good to use Um, saa hii pare nimefikisha hiyo kazi, nimepewa ruhusa na kabineti kupata ni, nitafute niwekewe pesa bilioni thelathini na tano ndiyo nchi yote, mtandao wetu wa ardhi sasa ufike mashinani kwa marejistres wetu. <coughs>